Mheshimiwa madiwani kwa majina naitwa Imaga Ngalalikwa, diwani toka kata ya Mavanga, mbele yenu nimeomba nafasi ya kuwa mjumbe, nipo kwenye kamati ya huduma za uchumi, ujenzi na mazingira. Na kupitia kamati hiyo nimeuiwa kuomba nafasi ya kuwa mwenyekiti wa kamati ya huduma za uchumi, ujenzi na mazingira. Mheshimiwa madiwani wa baraza hili la elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na thelathini mimi nimekuwa diwani kwa kipindi cha miaka mitano elfu mbili kumi na tano elfu mbili na ishirini na nilibahatika kuhudumu kama kama mjumbe kwenye kamati hii, lakini pia nilibahatika kuwa mwenyekiti wa kamati hii kwa kipindi chote cha miaka mitano cha kumi na tano elfu mbili na ishirini Safari hii Mwenyezi Mungu amenijalia, nimerudi tena kama diwani. Niko mbele yenu waheshimiwa madiwani, nimeomba tena nafasi hii, ya... nimeomba tena nafasi hii ya kuwa mwenyekiti wa kamati hii ya huduma za uchumi ujenzi na mazingira, kwa sababu uzoefu mkubwa ni nao. Naamini kamati hii nitaifikisha mahali panapotakiwa lakini vile vile, na naahidi, Mheshimiwa mwenyekiti wetu alimashauri, pamoja na timu yako, kutoa ushirikiano kwa Mheshimiwa madiwani wa kamati ya huduma za uchumi ujenzi na mazingira. Mheshimiwa madiwani, naombeni kura nyingi za ndio kwa kijana wenu, kwa mdogo wenu, kaka yenu, wengine embano, ili Ngalalikwa na wasalimu, kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naombeni kura zenu nyingi za ndio. Mheshimiwa madiwani, asante sana. Asante sana mheshimiwa Ngalalikwa, basi rudi kakae. Mheshimiwa Vasco Mgimba, ulioomba nafasi ya kuwa mwenyekiti mwenyekiti Kura za hapana hakuna, kura za ndio ni 17. Hivyo Mheshimiwa Emmanuel Ngalalikwa ndiye atakayekuwa mwenyekiti wa kamati hii. Hongera sana Mheshimiwa madiwani, kuwa inana watendaji wa kata, kamati ya ulinzi na usalama kiongozwa na mkuu wa wilaya. Naomba nitumie nafasi hii kukushukuru sana wewe mwenyekiti wa halmashauri, lakini niwashukuru sana wajumbe wa kamati ya huduma za uchumi, ujenzi na mazingira kwa kuwa na imani nami, kwa kula nyingi za ndio. Naamini nimepata kula zote kumi na saba kula za ndio. Nawashukuru sana waheshimiwa madiwani, asante. Lakini vile vile naomba mtumie nafasi hii kumtambulisha mke wangu pamoja na wanangu. Mke wangu kipenzi, naomba usimame. wanangu wako pale, ni ni wadogo wadogo sana, <tipos> hawaonekana wamefika mapale chini <tipos> lakini. Vilevile namwona mtendaji wangu wa kata yuko pale, naomba pia nikutambulisha. Hata kama mmekuja kwa nafasi nyingine, lakini huyu ni mwanafamilia. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri. Kwa sauti moja, waheshimiwa madiwani kupitia kamati ya huduma za uchumi, ujenzi na mazingira wameweza kuniheshimisha na kunipa kula nyingi za ndio za kuwa mwenyekiti wa kamati ya huduma za uchumi ujenzi na mazingira. Nawashukuru sana sana sana waheshimiwa madiwani kwa kuona umuhimu wangu. Kiukweli mimi kwenye kamati hii, kwanza naomba niwaondoe shaka wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa, wananchi wa jimbo la Ludewa <coughs> mimi nimekuwepo kwenye hiyo kamati kama mwenyekiti kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita, na awamu hii wameweza kunirudisha tena kwenye hiyo kamati. Kama tunavyojua kamati ya huduma za uchumi ujenzi na mazingira ndiyo kamati ambayo ni roho ya halmashauri. Mimi nikiwa kama mwenyekiti wa kamati kwa kushirikiana na waheshimiwa madiwani, mkurugenzi, wakuu wa idara pamoja na wadau wote wa maendeleo tutafanya kazi kubwa kwa ajili ya kuibua vyanzo vipya vya mapato, lakini pia tunamshukuru mheshimiwa mkuu wa wilaya ya wilaya ya Ludewa katika katika hotuba yake kwenye baraza letu ameahidi kutoa ushirikiano mkubwa sana kwa ajili ya kuwaleta wawekezaji kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Ludewa. Na kama tunavyojua, kamati ya huduma za uchumi, ujenzi na mazingira ndiyo kamati ambayo inatafuta fursa, ndiyo kamati ambayo inatafuta wawekezaji ili kukuza pato la halmashauri yetu ya wilaya ya Ludewa.